Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wametakiwa kufanya kazi kwa kujituma na kwa uadilifu kuchochea maendeleo ya wilaya hiyo. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Kelvin Jackson Shinshi, wakati akizungumza kwenye baraza la madiwani baada ya kufanyika kwa uchaguzi. Sitakubali mtumishi yoyote atakayekiuka yale wanaotaka wananchi nishindwe kumwajibisha. Sio kwa ubaya, lazima tutafanya mazungumzo na kurekebishana. Sitakuwa kiongozi wa chuki, lakini panapotakiwa kuwajibisha, mimi nitakuwajibisha. Ili mbunge wetu aendelee kung'ara, lazima sisi tufanye kazi madiwani. Uchaguzi umekwisha, twendeni tukafanye kazi. Kila mtu ana nafasi ya kuja ofisini, na ninaamini ofisi yangu itakuwa wazi kupokea ushauri kupokea mwongozo. Karibuni sana madiwani, karibuni wananchi. Kiongozi wenu mimi, nawakaribisha na sana wananchi, hasa hasa wale wenye migogoro, njooni ofisi ya halmashauri, nitawasikiliza. Masache Kasaka ni mbunge wa jimbo la Lupa na Noeli Chiwanga ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Chunya wamesema ni muhimu madiwani wakaenda kusimamia vyema miradi iliyotekelezwa ili kuongeza mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokwenda kusimamia mapato yetu haya, maana yake tunaenda kuongeza uwezo wetu wa kwenda kusimamia na kuibua miradi mipya. Mtakumbuka kwenye hotuba ya mheshimiwa Rais alizungumza lazima sasa hivi tutumie kile kilicho cha kwetu. Hivyo na sisi, jambo kubwa na la msingi, tuendelee kukusanya mapato ya kwetu yatusaidie kwenda kuhakikisha kwamba miradi yetu inakwenda ina kutekelezeka kwa wakati, kinyume na na mlicho kiapa leo, na hicho kiapo ni ishara tu kuonyesha Utofauti ulipokuwa na hapo ulipo sasa. Kwa hiyo yote haya tutapimwa katika matokeo ya utendaji wetu wa kazi. Naye katibu tawala wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Anakreti Mchombelo amesema serikali ipo tayari kushirikiana na madiwani waliochaguliwa katika kutekeleza majukumu. Sisi tukua tunasubiri atakayechaguliwa, sisi tunampokea o tunaomba, sasa uchaguzi umeisha, kuna vidonda mbalimbali tukavitibu, kuanzia huko tuliko tupita huko tuvisahau, sasa tukafanye kazi. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds TV.